Hata watu wenye wanafanya mochari bwana wafanyi hivi. Eh, sasa wewe kuona hiyo. Hata kama wanasemanga. Ah, bado hata kuanza kunisankenya bwana, kuna nyingine ndio hii. Hata kunisankenya sankenya. Kuna nyingine ndio hiyo. Mm, kuna nyingine. Niacha kunisankenya sankenya. Kuna sankenya nani? Hayo unafanya hata nyinyi nitaka kuanguka. Mm, hata ikitaka kunyonge mimi sasa kujua na mimi sikupe maji. Eh, can't give you. Ai. I can't give you water. Yes, for what? Watu papas inakuanga pombe na kizungu mingi, imekuwa muoko na kizungu mingi eh, muoko na kizungu mingi.